Leo tumekuja hapa kwa sababu siku ile tulikuwa tunaomba kura ya rais wetu na timu yetu ambayo tulikuwa upande wetu wa Kenya Kwanza, tuliongea sana kuhusu mambo ya kusaidia Wakenya na wananchi ambao hali yao ya uchumi iko chini ili iinuke ikuwa afadhali kidogo, ndio tuwe na nchi ambayo iko na usawa, si ni kweli? Tukasema ya kwamba inawezekana pesa ile ambayo tunaokota kama kodi itumiwe katika ile miradi ambayo inaleta faida kwa wananchi, sana sana wananchi ambao wako chini, wakulima, wanabiashara wadogo wadogo, akina mama mboga watu ya bodaboda na watu aina wa hiyo, si ni kweli? uh-huh.